Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa Morogoro, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Alex Mkama, katika operesheni ya kukabiliana na matapeli hao ambao wamekuwa wakiwafungia vijana katika kambi yenye uzio mrefu ambao si rahisi kuonekana, wakitumia pia majina makampuni ambayo yanachunguzwa kuhusu uhalali wake. Anasema wengi wao vijana walionusurika kutoka kwa matapeli hao wanatoka mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Mwanza na Iringa. Sehemu ya makampuni hayo ni kampuni inajiita kwa jina la Alliance in Motion Global, nyingine inajiita QI group of Company, lakini kuna kampuni inaitwa Qnet group of Companies, na kampuni nyingine inajiitwa Instant Millionaire. Kwa hiyo viongozi wa haya makampuni wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mpaka sasa jumla ya vijana mia tatu na tisini na tisa wameshaokolewa kutoka mikononi mwa matapeli hao lakini watuhumiwa zaidi ya kumi na tisa wamekamatwa kwa kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu. Rosimeli Mtalo, miongoni mwa wazazi ambao vijana wao wamenaswa na mtego huu wa matapeli, anaeleza namna kijana wao alivyoshinikiza familia yake kumpatia kiasi cha shilingi milioni tano kwa ajili ya safari ya kuelekea Dubai, alikuahidiwa kupata mshahara mnono, huku Levi na Julius na Salumu Yusufu wakazi wa manispaa Morogoro wanahimiza vijana kuendelea kufuatilia taarifa za tahadhari za matukio ya utapeli ili kujiepusha na mtego huo. Yule dada anasema kwamba anataka milioni tano na laki nane kwa ajili ya usafiri, lakini kamwambia mtoto ana visa, ana chochote anasafirija, kanaambia usijali mama, hisi tunafanya hizi kazi, na kwa mwezi mmoja atakuwa nalipo milioni mbili kwa mtu kama amemwathiri kisaikolojia mtu na akampaka, namwambia mama mama, naomba uzari eneo langu niondoke niende, mama nikatafute riziki. Kwa hiyo hivyo wanakuwa bila kujua kama kule kuna, ukienda kule ajira unaweza kuipata ama usipate, kuna utapeli unaendelea. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujihadhari. Hata sasa hivi unaona kwamba kunako simu, ujumbe pia zinafika. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi limewakamata watu watatu, akiwemo dereva wa gari lenye namba za usajili T 785 CTC yenye tena namba 341 na CTZ Ernest Charles Okulu mwenye miaka 40 kwa tuhuma za kuiba ndoo elfu moja mia tatu za mafuta ya aina ya Korie yenye thamani ya shilingi milioni 78 baada ya kuwa ameiba kiasi cha hizo ndoo elfu moja na mia tatu Zenye ujazo wa lita ishirini, alitoa taarifa kwenye kituo cha polisi cha Mikese kwamba ameibiwa, lakini katika uchunguzi wa kisayansi ilionekana kwamba tukio hilo uliweza kubaini kuwa hakuna wizi uliofanyika eneo la tukio. Katika operesheni mbalimbali ambazo zimefanywa na jeshi hilo, jumla ya watu ishirini na tano wamekamatwa kwa tuhuma ya makosa mbalimbali mbali. kutoka Morogoro, da Malimagai, Clouds Habari.